mimi ni naweza kushangaa mwezi ujao tu nikaondoka au kesho nikaondoka, lakini ili jengo litakalojengwa ni kwa ajili yenu nyinyi, watu wa Tunduru, watu wa chama wa wilaya ya Tunduru. Kuna viongozi hapa, hapa hawapo hapa tena wa wilaya, wabunge hawapo, madiwani hawapo, mwenyekiti wa halmashauri naye ana taarifa zake, amemtuma makamu mwenyekiti. Lakini kwa nini sasa? Nilitegemea huu ukumbi utajaa.